Sasa huyu bwana ndiye mtu wa kuondoa changamoto na matatizo yote ya jimbo hili. Kwa hiyo wote tumchagua Dokta Samia Suluhu Hasan, tumchagua ndugu yetu Peter Joseph Serukamba, tunachagua madiwani wa CCM kwa ajili ya maendeleo ya haraka. Tumeanza kampeni leo, naomba mjiandae, tutakwenda kila kijiji kutafuta kura za CCM. Na mwe na hakika, naomba niwaambie leo hakuna chama cha kushindana na CCM hapo. Hayuko mgombea wa kushindana na mimi, tutawashinda. Sisi ndio. Mnafikiri wananiweza? Mnadhani wananiweza? Mnadhani wanatuweza? Mnadhani wanatuweza? Wapelekeni, wapelekeni salamu, kazi imeanza. Wapelekeni salamu, kazi imefanyaje? Waleni, kazi imefanyaje? kazi imefanyaje? Kwa hiyo ndugu zangu, nakuja mbeleni watu wa Kigoma Kaskazini, ukisoma hii ilani yako, mambo tunakwenda kuyafanya kwenye ilani, kitabu kile, kwenye miradi ya kitaifa tunakwenda kujenga barabara ya lami ya Mwandiga mpaka Kagunga, lakini na kwenye lami hii ya mkoa tunaahidi barabara nane kuweka lami. Barabara nane hizo, ya kwanza ni barabara hii ya kutoka Pasua kwenda Kitani. Tutajenga barabara kutoka Mahembe kwenda Kuitanga kwenda kutokea Kalinzi. Tutajenga barabara kutoka Kisili kuja Mahembe tukiwa na safari ya kwenda Mligwe <tutu> lakini pia tunaenda kutengeneza masoko mawili ya kuuzia mawese yetu lakini pia kuna fedha kwa ajili ya umwagiliaji eneo la Mkuti pamoja na pale na pale, na pale pale Simbo, kwenye mto wa Wichi. Kwa nini tunajenga maeneo ya umwagiliaji? Ili muweze kulima mara tatu kwa mwaka, na mkilima mara tatu, mkilima mara tatu, maana yake ni nini? Maana yake kipato chenu kitaongezeka. Lakini pia tunakwenda kujenga vituo vya afya vinne vipya, lakini pia tunakwenda kuhangaika na kutatua kabisa tatizo la maji. Ninajua kuna maeneo maji yanatoka, lakini hayatoshi, ikiwemo eneo letu hili la Mahembe. Ninajua msimba msi maji hayapo, lazima yaje ninajua kuna mradi wetu wa Kaseke Nyamoli Kimwela, lazima tuumalizie maji yatoke wakati wote. Inajua maeneo ya Mwandiga maji hapo, lakini hajatosheleza kwa muda wote, tutakwenda kufanyia kazi. Lakini pia najua ukienda kwa Mgongo, eneo la Kiziba hawana maji, lazima tupeleke maji Kiziba. i najua maeneo Mkongoro Mkongoro 1 na Mkongoro 2 lazima tuifanyie kazi ili vijiji vyote kumi na sita maji yatoke wakati wote. Lakini kwa nini ninasema haya? Ninasema haya kwa sababu Rais Samia, mgombea wetu, kwenye ilani hii mpya amesema anaenda kuanzisha gridi ya maji. Najua maana ya gridi ya maji ameamua kuunganisha maji ya ziwa Tanganyika ziwa Viktoria na ziwa na ziwa Nyasa. Kwa nini ameamua kutumia maziwa yetu matatu? Ndugu zangu niwaambie kama kuna vita ya tatu duniani itakuja, itakuwa ya maji. Kwa rais wetu, kwa sababu anaona mbali, ameamua sasa tutumie maziwa yetu ambayo ni maziwa ya maji mazuri. Maji haya ndiyo yasaidie Watanzania wote maana yake ni nini? Kwenye mito tunakwenda, kwenye mito tunakwenda kufanya umwagiliaji, tunachimba mabwawa ya umwagiliaji, lakini maji ya kunywa yatatoka kwenye maziwa haya matatu. Kwa ninaposema tutatatua tatizo la maji ninamaanisha, kwa sababu najua lipo kwenye ilani yetu, lakini namfahamu mgombea sisi ndugu Samia uwezo wake wa kutatua matatizo ya watu wa nchi yake. Kwa hiyo ndugu zangu niwaambieni, yote nayafahamu, jimbo hili ninalifahamu, lakini nataka niwaambieni mambo moja. Amesema naibu katibu mkuu, nimepata bahati nami nilikuwa mkuu wa mkoa. Kwenye ukuu wa mkoa nimejifunza mambo mawili: moja, nimejifunza kufanya kazi kwa bidii; mbili, ukuu wa mkoa umenifanya niijue serikali kwa kuijua serikali, nina hakika ninajua niingilie wapi, nitokee wapi, na nitatoka na mradi kupeleka Kigoma kaskazini. kwa ninayo hakika, msiwe na wasiwasi, mwenzenu, nimejiandaa kuwatumikia kwa unyenyekevu, nitafanya kazi hii bila kuchoka ili maisha ya watu wetu wafurahie jimbo lao la Kigoma Kaskazini. Ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hassan ni jemedari. Tumepata mgombea mwenye maono makubwa sana, tumepata mgombea anayeipenda Kigoma, anaipenda sana jimbo letu kwa hiyo mimi ninawaomba sana tumchague daktari Samia Suluhu Hassan awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakawampigia kura wa daktari wanyoshe mkono. Sijaona, sijaona, nyosheni mikono yote. Sisi wenye imani, imesemwa kwamba miaka mitano ijayo tatizo la maji Mahembe na wilaya hii linaenda kuwa historia, linakwenda kwisha. Miaka ah, mitano ijayo, barabara zitaboreshwa zaidi, huduma za afya zitaenda kiwango cha juu zaidi. Najua hospitali ya wilaya imejengwa hapa, lakini miundombinu yote, huduma za kilimo zitaboreshwa zaidi. Ndio ahadi za Dokta Samia. Yo, Dokta Samia anachotaka kuanzia mtoto wa Mahembe awe na elimu, apate maendeleo yake na ya familia. Mama wa Mahembe watoto wake wasome, yeye mwenyewe mama awe na afya njema, aweze kushiriki kwenye kuleta maendeleo ya familia na achangie maendeleo ya nchi. Wakina baba lazima tuwe wenye biashara zetu ziboreshwe. Vijana mmesikia, kuanzia bodaboda mpaka kwenye mikopo, mazingira yatakuwa bora zaidi. We mama Samia ni maendeleo. Tuchague maendeleo, tumchague Samia Suluhu Hassan. Tuchague maendeleo, tumchague Peter Joseph Serukamba.